Wa jinajis ndo akabaki mbegu bora zikabaki, ndipo hapo kizazi kingine kikaanza. mm. kizazi kingine hicho kilipoanza ndo hiki ambacho mpaka sasa hivi tuko nacho sisi. Kizazi hiki kimewekwa akiba kwa ajili ya moto, kimewekwa akiba kwa ajili ya moto Amen. Na safina ya sasa hivi ni Yesu Kristo, ukiwa ndani yake, moto hautakuteketeza. Asifiwe. Amin. Na sisi ndio mawakili wa Yesu Kristo tunamtangaza. Tumemleta mahali hapa kwamba ukimpokee kwa Bwana na Mwokozi wako. Kipindi ambacho dunia itakuwa ikigarikiswa kwa moto utakuwa ndani ya safina hata kitakachokudhuru. Ndio. Yesu asifiwe, amen. Jina ya Bwana alibarikiwe, amen ya kuja kujitoa kama safina, ili kwamba kila atakayemkimbilia awezi kuwa salama. Maandiko anasema jina ya Bwana wetu ni ngome imara, ambalo wenye haki wanakimbilia na wanakuwa salama yeah. Ukipanda ndani ya Kristo unakuwa salama Vibaraka vya setani vinakuwa vina uhalali wa kuendelea e kukutesa, magonjwa hey. yanakuwa yana uhalali wa kuendelea e kukutesa Bwana Yesu asifiwe hey. tamaa inakuwa ina uhalali wa kuendelea e kukutumikisa yeah. nguvu za uchawi zinakuwa zina uhalali wa kuendelea e kukutesa hey. anafanyika kwa mwamba imara, kila lilo hey. baya halitapenya ndani yako hey, hey. sababu yanakaa ndani yako yeah. nakuwa ndani yake, alafu ndani yake unakuwa salama hey ndani yake unakuwa salama mm. Kwenye dunia ambayo haina usalama, ndani yake unakuwa salama. Kwenye dunia ambayo amani inapotea, ndani yake unakuwa na amani, kwa sababu yeye amejitambulisha kama mfalume wa amani yeah, yeah. Ukiwa ndani yake unakuwa na amani tele, hatarisi dunia itakuwa inapitia nini, lakini yeye atahakikisha na kutosheleza kwa amani. Haleluya hey, hey. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ibarikiwe. Wajibu wako ni kumwamini kupitia sisi, mm. Kumwamini kupitia saiti unayoisikia, yeah. Sikaangalia kwamba kaka jamaa kametokea wapi, kaanza kutuuguzi. Hapana bwana, sizungumzia hata yanayonihusu Sababu sitaki hata mnijue, nataka mjue Yesu. Nilembeba na kumleta mahali hapa sababu yeye ndani yake ndimo kuna uzima. Sina uzima wa kukupa lakini ukimpokea Yesu Kristo akafanyiwa kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako utaishi tena. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Tomasi, sitaki hata mnijue kwa majina yangu, majina yangu hayafai kito lilo kuu kupita machina yote ambayo Amen. ukiamini lenyewe unakuwa salama. Haijalishi mmemshukuriaje Yesu, wenda amezungumziwa mara nyingi kwa mmeshamzoea, mnaona kwamba si wale wale tu wanapiga kampeni dini zao. Haise, mimi sio walewale, mimi sio wale wale, mimi ni mtume kutoka mbinguni, mimi sio walewale. Mimi nimetumwa na Mungu na mimi sizungumzi habari zangu. Sitaki hata mujue uko wangu. Nataka mjue Yesu aliyenitoa na kunifanya kuwa balozi wake. Yeye anatangaza habari njema kila mahali ninapopita. Haleluya. Hey we. Tomas tetaka kuzungumzia hata CV zangu. Hazifai kitu. Mimi mwangu haifai kitu. Anaifaa mahali hapa ni Yesu Kristo. Kama ukimpokea yeye atakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Utakuwa salama. Yesu Kristo na kufa inakuwa faida. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata tutapokufa tutaishi tena kwa sababu yeye ndio huyo ufufuo pamoja na uzima. Kwa hiyo umeshambeba, na ukisha umeshambeba, hata mwili ukishaharibika utapokea mwili mpya. Mwili wa utukufu usioharibiwa na bakteria na virusi kama huu wa sasa. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Jina la Bwana ibarikiwe, yeah, yeah. Huu mwili unaokupa kiburi una una unaharibiwa tu na virusi, una, una unaharibiwa na, una na bakteria, vijidudu vidogo tu vina ugaragasa, unajikuta umekufa. Huso mwili wa kujivunia, bwana. Huko, mm. Mwili wa utukufu ambao tukisha kumpokea Yesu Kristo tutaviko mwili mpya ambao hakuna virusi wa kupenya yeah. Hakuna bakteria wa kuingia yeah. Hakuna uchawi wa kugusa yeah. Ni mwili ambao ni wa viwango vya juu vya utukufu mm.